Mpendwa mtazamaji, siku ya Jumatano, karibu katika tafakari ya neno la Mwenyezi Mungu ambalo tunalipata kutoka katika Injili ya Luka sura ile ya 14 aya ya 25 hadi ya 33. Nitaisoma. Makutano mengi walipokuwa wakifuatana na Yesu, aligeuka akawaambia kama mtu akija kwangu, naye hamchukii baba yake na mama yake na mke wake na wanawe na ndugu zake waume kwa wake nam na hata nafsi yake mwenyewe, hawezi kuwa mwanafunzi wangu. Mtu yeyote asiyechukua msalaba wake na kuja nyuma yangu, hawezi kuwa mwanafunzi wangu. Maana ni nani katika ninyi kama akitaka kujenga mnara asiye keti kwanza na kuhesabu gharama, kwamba anavyo vya kumalizia, asije akashindwa kuumaliza? Baada ya kupiga msingi, watu wote waonao, wakaanza kumdhihaki wakisema, mtu huyu alianza kujenga, akawa hana nguvu ya kumaliza. Au kuna mfalme gani akitaka kwenda kupigana na mfalme mwingine asiyeketi kwanza na kufanya shauri kwamba yeye pamoja na watu elfu kumi ataweza kukutana na yule anayekuja juu yake na watu elfu ishirini? na kama akiona hawezi, hutuma ujumbe kutaka sharti za amani. Mtu yule akadi mbali. Basi kadhalika kila mmoja wenu asiyeacha vyote alivyo navyo hawezi kuwa mwanafunzi wangu. Neno la Bwana. Sifa kwako e, Kristo. Mpendwa mtazamaji, tunakutana na ujumbe mzito wa bwana wetu Yesu Kristo baada ya kuweza kuona umati mkubwa maelfu ya watu wanamfuata yeye, na alijua kwamba hawakumfuata yeye kwa sababu walimuona yeye ni mwalimu, walitaka kuweza kuunganika na Yesu. Walimfuata Yesu kwa ajili ya kula mikate, walimfuata Yesu kwa ajili ya kuponywa, walimfuata Yesu kwa ajili ya mahitaji ya mwili. Hawakumfuata Yesu kwamba wameacha vyote. Ndipo anapowageukia anawaambia mambo yafuatayo. Ya kwanza, anasema yeyote ambaye anamfuata ndani mwake hajaweka chuki na mambo ambayo baba yake ako nayo, mambo ya kimila ya mama yake mambo ya dada zake na kaka zake ya familia, kama hawezi kuyachukia hayo mambo ambayo yamemfanya akaingia katika shida hizo, akaamua kumfuata Yesu, huyo hafai katika swala zima la kuwa mwanafunzi wa Yesu. Kuna baadhi ya mambo ya kifamilia ya wazazi ambayo huwa yanatupelekea kuweza kuwa na magonjwa, kwa sababu umati mkubwa wa watu waliokuwa wanamfuata walikuwa wanamfuata Yesu kwa ajili ya kuponywa magonjwa mbalimbali waliokuwa nayo walikuwa wanamfuata Yesu kwa sababu ya njaa, kwamba mambo yalikuwa hayaendi vizuri. Kwa hiyo kuna matatizo mbalimbali mbali ambayo yanajitokeza kwa sababu ya kurithi baadhi ya mambo. Usipoyachukia hayo ukaamua kufanya maamuzi mapya ya kuingia katika shule ya Yesu, hufai katika shule hiyo. La pili anakuja katika maisha ya mtu binafsi, kwamba kuna kitu ambacho mtu akonacho kinachompelekea kila siku kufa kiroho, na huo ndio msalaba kwa sababu msalaba ni chombo ambacho kinampelekea mtu aende akafe, yaani nimetenda dhambi, dhambi zilizonipelekea za uhaini zinanipelekea nini? Nikafe. Kwa hiyo msalaba kilikuwa ni chombo cha kuweza kumnyongea yule mtu ambaye alikuwa ni mkorofi. Sasa nina maisha ambayo yananipelekea nife kiroho. Maisha hayo ambayo ni mabaya lazima niyabebe na niyaweke hapa begani, alafu nimfuate Yesu, nisije nikayaficha nimfuate Yesu na yale matatizo niko nayo. Kitu gani kinakupelekea ufe kiroho? Ni familia. Kitu gani kinachokupelekea ufe kiroho? Ni mahusiano. Kitu gani kinachokupelekea ufe kiroho? Ni jirani zako. Kitu gani kinachokupelekea ufe kiroho? Ni magonjwa. Amesema yabebe na umfuate Yesu mbele. Katika kuja kumfuata yeye ukiwa umebeba msalaba wako manake atakupeleka katika utukufu, kwa sababu mwisho wa safari ya kubeba msalaba ni utukufu, kama yeye mwenyewe alivyobeba msalaba ambao, na ukumbuke hiyo kwamba hazikuwa dhambi zake, zilikuwa ni dhambi zetu sisi. Kwa hiyo mara nyingine hata si pia tutabebeshwa baadhi ya majukumu ambayo si ya kwetu, ni watu wengine. Mwishoni msalaba ulimpelekea Yesu kwenye utukufu, na baadaye pia hata hilo jambo zito ambalo uko nalo umelibeba litakupelekea katika utukufu baadaye anatoa shule kubwa anasema kumfuata Yesu ni vita kwamba unaenda kupambana na falme ndio maana Paulo anazungumza katika Waefeso sura ya sita kuanzia aya kumi mpaka kumi na nane amesema vita vyetu sisi si juu ya nyama na mwili bali katika ulimwengu wa roho na majeshi na falme na sultani. anasema kwamba vita hivi ambavyo tuko navyo kunamfuata Yesu ni vita kwamba unaenda kupigana na falme kubwa, ukiona huwezi katika safari hiyo ya Ukristo wao kwamba kwenda kwenye mapambano, huwezi tafuta shauri, kwa sababu watakucheka kwamba ulianza safari nzuri ya maisha ya kiroho, ulionekana kwamba ni Mkristo safi, ni mtumishi safi, baadaye umeishia wapi, watu wakakucheka. Na akasema katika hilo, ukishaona kwamba adui yako amejipanga na majeshi makubwa zaidi, maanake lazima pia urudi kwa Yesu ambaye yeye ndio Bwana wa vita atakusaidia katika swala so zima la eh, kuweza kushinda katika vita hiyo. Tufanyeje? Songa mbele pamoja na Yesu Kristo, ubebe msalaba usije kamwacha, ukubali katika hali ile ya kuacha vyote ulivyokuwa navyo uweze kuwa mwanafunzi wa Yesu na utoka mshindi katika dunia hii. Akubariki na kulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, amina.